Kwa baba kubwa aawakubwa wajomba wote punge mikonoasipiwe <tipiwe> kwa majina anaitwa Salome Simon. Napenda kuwatambulisha shangazi zangu popote walipo mikono mikono, kisha dada zangu popote walipo wapunge mikono. Napenda kuwatambulisha wazazi wangu Popote walipo wanipunge mikono. Napenda kuwatambulisha marafiki zangu popote walipo wavunge mikono, kuwatambulisha mama wadogo popote walipo wavunge mikono. Napenda kuwatambulisha wajomba popote walipo wanipunge mikono. Tayari wa wa Malkia mwingine na wewe njoo. Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Helena Simon, napenda kumtambulisha rafiki yangu niliyokowa naye hapa naitwa bainesi yoti. Napenda kuwatambulisha wazazi wangu popote walipo wanipungie mikono. Napenda kuwatambulisha mama wadogo na baba wakubwa wote wanipungie mikono. Baada ya hayo, nipende kuchukua nafasi hii kujitambulisha mimi mwenyewe. Kwa majina yangu ninaitwa MC Betty natokea pale Kisongo, pande za Ngorora, mitaa ya Saint, utanipata pale. Nina full package, tuna mziki, tuna wapishi, tuna kila kitu ambacho kinastahili katika maisha ya mwanadamu. Ukitaka package ya maombi pia unapata. Kwa hiyo ukinita Ya MC nakupa kwa package ya wapishi, hiyo hapo, kwa package ya upambaji wa vitu vya ndani unapata. A, wanasema mahali popote ukisimama lazima useme kitu unachokifanya. Ni kinyamaza kimya wao, utajua kama nina package ya maombi? Si utajua tu mimi ni MC basi. Mimi ni MC ambaye nina package zote. Hey, DJ, DJ, asante mwandaji wetu wa keki, karibu

Waende wakamshukuru baba na mama. Kaji wetu wa keki, tunaomba vile vipande vizuri kabisa. Wakati huo, tunaomba baba mchungaji, mahali popote pale ulipo, karibu upate kipande kizuri cha na nyuma yake. Hiyo tunafanya kwa sababu kwa wazazi wamekwisha kwenda. Baba mchungaji karibu upate kipande cha keki. Tunaheshimu sana uwepo wa hawa watu. Hakikisheni huo uhusiano na huo urafiki unakwenda mpaka kwenye ndoa na harusi. Asante, asante Kizwa. Aliye sindikiza na aliye aliyesindikizwa, mnalishana kila mtu ampe mwenzake maneno mawili, mwambie rafiki yangu yangu niandikie yale makundi ya zawadi, ili tuokoe muda. Poleni wana kamati. Kabati ni nzuri kamati, nimefanya kazi, lakini tusamni. Poleni wa wageni wetu, poleni sana, tunapika. Kwa hiyo uataona chokifanya, mtaona tafurahiana. Kwa hiyo tunawashukuruniia wana kamati fanya tunawakaribisha sana tuungane pamoja ili tulichokiandaa, kwa hiyo ili tuendelee kurudi kufanya tulichokuwa tunafanya. Tunawashukuru sana wageni wetu, tuko pamoja na nyinyi wote. Asante kamati yangu pendwa, naamini kuna kamati ya usafiri, kuna kamati ya mapambo, kuna kamati ya jikoni. Mungu wa mbinguni awabariki sana kamati. Ninaomba watoto wameandaa chochote kwa ajili ya kuwashukuru watoto wangu, karibuni hapa mbele ili muweze kuwashukuru. Tunashukuru kwa kutuandalia shughuli nzuri kabisa iliyofana jioni ya leo. Yesu apewe sifa. Oh, oh, yeah, wa shukrani wote. Asante sana DJ. Mshenga, na wewe unataka kusema. Karibu. Bwana oh, yeah, asifiwe. Mimi sio mshenga. Mimi ni mwinjilisti Lonji no Lalo. Na Simoni ni mtoto wangu, maana miaka kadhaa iliyopita, kabla hajapata watoto, mimi ndio nilisimama nyuma yake kudhamini harusi hii. Kwa hiyo mimi ni babu wa hawa watoto. Mimi mshenga nafikiri angekuwa kijana kama yeye, lakini nimesimama kwa sababu ya heshima hiyo ya babu, na nilizamini harusi hii. Hawana watoto, na leo wana watoto. Kwa hiyo ee, na wajukuu, hawa wajukuu nimeleta zawadi ya beberu wa mbegu hawa wa kisasa, na wako huko pale kwenye zizi ni zamu yenu. Hapa zawadi ya pesa kwa ajili ya kijana wangu mbuzi. Ukitaka asubuhi nenda muone mama yako akupe. Amen. Zawadi ya pili ni pesa, kuna elfu sabini ziko hapa, elfu sabini na mia tano mna amani, sawa kabisa. Mimi naitwa Francis Justin Jilala nilioko mbele yenu ni mzalendo wa Oljoro namba tano. Pia ni familia moja, familia rafiki na hii familia sana. Hapa tumefatana na ndugu zangu ambaye ni Waembore, na mimi kama Francis Jilala nimeshatoa kondoo, na mwenzangu hapa mdogo wangu naye ametoa mbuzi ambaye yuko kwenye zizi na mdogo wetu mmoja ambaye tumefuatana naye, naye ana zawadi ya elfu hamsini kwa ajili ya watoto. Naomba kukugua nani, nachoomba labda tunakosea kitu kidogo, tunaomba chombo tuwekewe mbele, ili watu hata wanavyokuja wanajua mahali pa kunyokea. Kwa hiyo, na mimi pia ninaye elfu hamsini kwa ajili ya wanangu ambayo wameweza kufika katika kuhitimu habari ya maisha ya kiroho asante. Sana mimi ninaitwa mama Silvia kwa jina maarufu linalofahamika, mimi nimependa kuja kuwazawadia kuwa watoto shilingi elfu hamsini na ninawakabidhi <laughs> <coughs> <coughs> Bwana Yesu asifiwe <coughs> haji sina namna sinanabugunyetera naisindikiza na naha